Weka limao kwenye tikiti maji. Maduka ya dawa na madaktari wengi hawataki ujue siri hii, kwa sababu utapoteza wateja wengi. Unahitaji vipande vya tikiti maji, vipande vya nusu ya, ya beetroot na maji ya limao moja. Pia unahitaji glasi moja ya maji ya kawaida. Changanya kwenye blender na saga mpaka isagike vizuri, usichuje. Baada ya hapo, weka kwenye glasi kunywa, glasi kunywa moja kila siku. A, juisi hii itaweza kusaidia kuondoa mawe kwenye figo kuondoa uvimbe mwilini na kusafisha kizazi, kusafisha ini lako na kuondoa sumu kwa kina kwenye viungo vyote vya mwili, kuondoa na kupunguza presha ya damu na kufanya ngozi yako iweze kung'aa. Hakikisha unatumia juisi hii kwa muda wa wiki mbili hadi siku 35 mfululizo. Tumia glasi moja asubuhi, kabla ya kifungua kinywa kila siku. Hii juisi itaweza kukupa matokeo makubwa sana. Pia inasaidia kuongeza damu kwa wenye anemia na kwa wanaume kuongeza nguvu za ume. Kwa muda wako tumia C247 na Care uh, ambayo itasaidia kusafisha ini lako, kuyayusha mawe kwenye figo, kutibu magonjwa yote ya ini na kukusaidia kutibu pressure ya damu. Dozi ya mwezi shilingi 92, na, na, na mwezi mmoja 52, ambayo ni full dozi. Tumia kwa mda wa miezi mitatu mfululizo kupata matokeo. mezi mitatfuruliokupata kwanza dozi yako na nt neno niunge kujiunga na nae bure.